Karibu, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayeni Safi. Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Sayid Abbas Arakich ametangaza kuwa Teheran iko tayari kufanya juhudi za kuzidisha maelewano kati ya India na Pakistan katika kipindi hiki kigumu. Akizungumzia matukio ya hivi majuzi kati ya India na Pakistan, Arakich amesema, India na Pakistan ni nchi mbili ndugu na majirani wa Iran, na zina uhusiano uliokita mizizi katika mafungamano ya kitamaduni ulioanzia karne nyingi zilizopita. Akizungumzia matukio ya hivi majuzi kati ya India na Pakistani, Arakichi amesema India na Pakistani ni nchi mbili ndugu na majirani wa Iran, na zina uhusiano uliokita mizizi katika mafungamano ya kitamaduni na ustaarabu ulioanzia karne nyingi zilizopita. Said Arakich ameongeza kuwa Teheran iko tayari kufanya juhudi za upatanishi kati ya Islamabad na New Delhi ili kukuza maelewano kati ya pande hizo mbili katika nyakati hizo ngumu ambapo amesema huo ndio moyo waliofundishwa na mshairi wa Kiajemi Saadi aliyesema katika ushairi wake, wanadamu ni viungo vya mwili mmoja, wameumbwa kutokana na kito kimoja, na kama kiungo kimoja kitapata maumivu, viungo vingine vyote pia huhisi maumivu. Mzozo wa sasa kati ya New Delhi na Islamabad umeibuka baada ya watu waliokuwa na silaha kulifyatulia risasi kundi la watalii katika eneo la kitalii la Pahalgam, lililoko takriban kilomita 90 kutoka Srinagar, mji mkuu wa majira ya joto wa Kashmir inayodhibitiwa na India na kuua watu wasiopungua 27, Jumanne iliyopita. Maafisa wa serikali ya India wamelitaja tukio hilo kuwa ni shambulizi la kigaidi, ambapo India inamtuhumu jirani yake wa magharibi Pakistani kuwa imehusika katika shambulio dhidi ya watalii huko Kashmir. Hata hivyo, Seneta Muhammad Ishaq Dar, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, amelitaja tukio hilo kuwa ni la kusikitisha na wakati huo huo ameonya dhidi ya vitendo vyovyote vya uchochezi vinavyofanywa na jirani yake wa mashariki. Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistani amesema, kama nguvu ya nyuklia, Islamabad italipa kisasi dhidi ya hatua yoyote ya India ili kulinda maslahi yake ya kitaifa. Usiache kulike na kusubscribe.